Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali mbali. Sakata la kuahirishwa kwa, kwa mchezo wa Kariakoo dabi ambao huzihusisha timu kongwe nchini Tanzania Young Africans na Simba Sports Club limechukua sura mpya, na tafsiri nyepesi ni kama mambo yamekucha rasmi, kwani awali ilionekana ni kama masihara. Dabi hiyo katika ligi kuu soka Tanzania bara duru la pili msimu huu elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano imeendelea kupigwa nje ya uwanja na sasa kuna mbio zinapigwa kwa hesabu za kisheria, baada ya vinara wa ligi hiyo Young Africans kufanya kweli na kufungua kesi kwenye mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS huko nchini Uswizi. Taarifa zilizopo jijini Dar es Salaam zimeeleza kwamba Young Africans zimewasilisha rasmi kesi hiyo kasi juzi Jumatatu, majira ya mchana baada ya kutoridhishwa na majibu ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na shirikisho la kabumbu nchini Tanzania TFF juu ya barua hiyo, lakini hakuna kiongozi yoyote aliyekubali kunukuliwa kwa kutaja jina lake juu ya sakata hilo kwa madai kuwa anahofia mamlaka za nchi na zile za soka nchini Tanzania hatua hii imekuja kufuatia mchezo Yang Africans na Simba Sports Club uliokuwa upigwe Machi nane elfu mbili na ishirini na tano kuahirishwa ambapo siku moja kabla ya mchezo huo utata ulianza baada ya Simba kudaiwa kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na watu wanaodhaniwa kuwa ni makomando wa Jangwani. Simba ilipozuiwa siku huo, ikashusha msimamo wake kwamba haitacheza mchezo huo, ikidai ilinyimwa haki yake ya kimsingi ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, ikiwa kama timu ngeni, kwa mujibu wa kanuni za ligi zinavyoainisha wekundu hao wa Msimbazi walidai makomando ya Young Africans na meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa ndio waliosababisha kukosa kufanya mazoezi kwenye uwanja huo, huku wenyeji wao wakisisitiza kwamba mchezo huo utachezwa kama ambavyo ulikuwa umepangwa, na siku ya mchezo walikwenda uwanjani na timu ikafanya mazoezi kabla ya kurejea kambini. Baada ya wa uamuzi huo wa Simba Sports Club mapema majira ya asubuhi Machi nane, bodi ya ligi kupitia mwenyekiti wake Steven Mguto alisisitiza kwamba mchezo huo bado upo huku akiwataka mashabiki kwenda uwanjani akieleza kwamba kamati ya usimamizi wa ligi itaketi siku hiyo hiyo na kutoa msimamo wa barua hiyo ya klabu ya Simba. Kikao hicho kilipoketi, kamati hiyo ikashtua na kuja na uamuzi wa kuahirishwa kwa, kwa mchezo huo nambari 184 ikisema inataka kufanyia kazi matukio ambayo yalichokeza kwa kina, uamuzi ambao uliwakera wenyeji wa mchezo huo, Young Africans, ambao bado walipeleka timu uwanjani kisha wakafanya mazoezi licha ya mchezo huo kufutwa. Siku moja baadaye, yani Machi tisa, Young Africans ikatoa msimamo wake uliokuwa na maazimio matatu kufuatia kikao chao cha dharura cha kamati ya utendaji, ikitaka kupewa ushindi kwenye mchezo huo ulioahirishwa, wakisema pia kwamba haitakubaliana na tarehe mpya ya mchezo huo, huku pia ikiitaka bodi ya ligi na TFF kuwajibisha viongozi wanaosimamia kamati ya usimamizi wa ligi na kuteua wengine kwa kile ilichodai wamekosa weledi wa majira, ya jana Jumanne mchana Young Africans ikaweka wazi kwamba haikuridhishwa na majibu ya bodi ya ligi juu ya barua yao na kuamua rasmi kufungua kesi hiyo CAS. Taarifa za uhakika kutoka jijini Dar es Salaam zimeeleza kwamba kwenye barua hiyo, Young Africans imejibiwa kwamba maamuzi ya kamati hiyo yalikuwa halali na kwamba yalifikiwa kutokana na kuonekana viashiria vya uvunjifu wa amani huku ikisema mchezo huo utapangiwa tarehe mpya. Hata hivyo, viongozi wa Young Africans wamethibitisha kwamba wameshafungua kesi hiyo CAS na wanatarajia kupata majibu mazuri kutokana na nyaraka ambazo wameziainisha katika hati ya mashtaka. Lakini viongozi wa Africans walipotafutwa ili waweze kuzungumzia hatua hiyo wamegoma kujiweka hadharani, huku bosi mmoja wa juu akithibitisha kuwa, waulizeni bodi ya ligi na TFF, lakini sisi tunafahamu kwamba atajulishwa na CAS. Sisi tumesha kwenda kutafuta haki yetu huko, tumechoshwa na kuburuzwa na kufedheheshwa na mambo ambayo yapo wazi yalihitaji usimamizi wa kanuni tu, alisema bosi huyo wa juu ndani ya klabu ya Africans. Utaratibu wa mahakama ya CAS, gharama za kesi zipo kama ifuatavyo: Kufungua kesi tu CAS unahitaji uwe umeweka kiasi cha dola za Kimarekani elfu arobaini na sita ambazo ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 121 ambazo tajiri wa Young Africans inasemekana ameshazilipa. Ingawa Yanga hahitaji kulizungumzia ya hilo hadharani, lakini taarifa zinaeleza kwamba wanasheria wao wameshajiandaa kwa shauri hilo litakapoanza kusikilizwa huko nchini Uswizi yalipo makao makuu ya CAS. Wakati huo huo, mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto amesema tayari wameshajibu barua ya Young Africans na wana mamlaka ya kuwazuia kwenda CAS, ambapo akisisitiza kwamba endapo klabu hiyo imekwenda huko, hawajasema kuwa hilo swala limeamriwa vipi, itakuwa ni kitu cha kuchekesha, akisisitiza kuwa maamuzi ya mwisho ya bodi ya ligi bado hayajatolewa, akiamini kuwa suluhu inaweza kupatikana kupitia vikao vya ndani. Ameeleza kuwa busara na hekima zinapaswa kutumika ili kila upande uridhike baada ya kupeleka swala hilo nje ya nchi ndio maana tunasumbuka, unaona, tunakaa vikao hapa hapa kwa sababu ya hizo. Kwa sababu kama ingekuwa ni rahisi, ilikuwa ni kitu straightforward kwamba wewe umefanya hiki, faini yako hii, wewe umefanya hiki, unashushwa daraja, e, ingekuwa rahisi. Lakini e, e, piga picha, umeishusha Yanga, umeishusha Simba, hebu piga picha. Lakini ni kutokana, tumekuwa na malezi mabaya tangu huko nyuma Unaona, sasa ni, ni, ni, ni, ni tatizo kubwa ku, ku, kurekebisha mambo sasa hivi e, tatizo kubwa sana unaona. e, mtoto anakuwa tu unamfundisha kuongea matusi unaona. Sasa kuja kumrekebisha yeye, atajua kwamba tangu nimezaliwa mimi na, na, najua hili sio ni neno tu la kawaida, uje ulirudishe ulirudisha, itakuwa ngumu kwamba we unaposema kwamba Simba kagomea, tunataka tukuelimishe. Simba kama aligomea au hakugomea, pia tunataka tukuelimishe. Yanga na haki ya kudai point tatu au hakudai. Sasa haya ndio mambo ambayo huwezi ukakurupuka ukaja ukasema hiki hiki hiki hiki, ina utaratibu wake. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunasema kwamba hekima na busara ni lazima zitumike. Sheria kanuni ipo kweli, lakini ni lazima pia utumie hekima na busara. Sasa huyo asiyetaka kutumia hekima au busara, kusema kweli, huyo hayuko all out kutatua hili tatizo. Nia yake ni ku create commotion ambayo haitakuwa na maana yoyote yeah? Hebu naambie, kama leo hivi nani hii unasema kwamba huyo uh, uh, labda zinaombeana hizi timu mmoja shushwe daraja, and then napata faida gani? CAS kuizungumza tu CAS ni rahisi, lakini CAS ina taratibu zetu zake lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda CAS kwa swala la, la Morrison sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda CAS huwezi e, kumkataza mtu. Kubwa sisi ni kuja kujibu kama tutaitwa tuta, tuta, na CAS kwenda kujibu na tunayo uh, na wakati huo kama tuta, wakati tumeshafanya maamuzi yetu, tapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi, lakini kama wanaenda kazi sasa hivi, ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho lakini, labda wanaweza kuwa uh, kwa sababu hii timu tajiri wanaweza kwenda kasi kiasi cha kwenda tu wagonge kasi hodi, tunauliza kuna jambo moja mbili tatu, utaratibu wake ni nini? Anaweza kuwa mtu kaenda kwa hii, halafu akaja akangoja kwamba anatungojea sisi tufanye maamuzi ndio halafu arudi tena kasi. Sijui. Lakini sitaki kuamini kwamba wamehangaika hivyo, wanahangaika hivyo kwa kitu ambacho Uh, kinaweza kikamalizwa hapa yeah. Naamini kabisa, ili jambo linaweza likamalizwa hapa, labda uh, upande mmoja uwe kichwa ngumu. Usisahau kusubscribe ku comment ku like na kushare, ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali.